Tunaomba ra, msamaha kwa rais, Mama Samia, Mheshimiwa Rais wa nchi yetu, tunaomba tusamee sisi kama vijana wa Kimasai, haitakaji turudie tena na tumepiga marufuku. Hatutakuwa tayari kumwona Mheshimiwa Rais akitukanwa aidha kwa njia ya mitandao au kwa njia yoyote, maana rais ni mzazi kama alivyo mzazi wangu, na nikasema mtoto yoyote au kijana yoyote katika nchi hii, sio kwa jamii ya Kimasai, anayetumia nafasi yake vibaya kumtukana mtu aliyemzidi umri ni lazima tumchukulie hatua zote za kisheria. kio hili kubwa ambalo limefanyika leo, na nawapongeza viongozi wetu wa mila kwa rika pamoja na, na mwenyekiti wetu wa ukoo Ole Kisongo kwa namna ambavyo adhabu hii itakuwa fundisho. Yule ng'ombe ambaye kijana huyu leo ametoa na imechinjwa, ingemsaidia na, na wazazi wake na jamii yake, lakini leo inaliwa na umma kama sehemu ya ishara ya adhabu kubwa aliyepewa, itamuuma kwa siku zake zote za maisha, kwa kuwa kutegemea kwamba angetoa ng'ombe huyo. Kwa njia hiyo unaharibia Wamasai ambao wamekuwa na uzalendo katika nchi hii, ni sehemu ya jamii inayoaminika, alafu tu mtu mmoja akatamka maneno sio fanana. Alafu tusiandamana kuilani, tunaandamana kwa amani, lakini kwa kuadhibisha hawa waliofanya kitendo hiki sasa mila na desturi ukapatikana mwanaume aliyekwenda jandoni, katukana ofyo tu, unachapwa viboko hadharani, viboko sabini ndo unachapwa hadharani, watu wakuone. Sasa kwa sababu ya hali ya maisha ya mtu kwa sasa imebadilika, naweza ukamchapa mtu akafa. Ndugu waandishi wa habari, ukamchapa mtu viboko tu, alikuwa na kisukari, alikuwa na magonjwa nyemelezi, memchapa viboko tayari, umepata kesi ya jinai wazazi wao waliingilia kati, wao vijana waliingilia kati, na wao wote kwa umoja wao nao wakaendelea kuomba msamaha na kushukuru kwamba tumekubaliana, lakini tukasema ni lazima, alitukana hapa, alitusi hapa, na lazima aje azungumze hapa. Ndio maana unaona wanazungumza hapa.